Nitakutajieni vyakula vinavyoimarisha homoni ya kiume, ndugu yangu. A, kama una changamoto yoyote a, kwenye uzazi changamoto, ume, changamoto zilume, basi a, ya nguvu za kiume, changamoto ya tezi dume, basi moja ya homoni ambayo inahusika ni homoni ya kiume inaitwa testosterone. Kwa hiyo ukitumia vyakula hivi basi vitakuweza zitakuweka kuwa, kuwa fiti zaidi. Chakula namba moja kutumia mayai. Tunapoongelea mayai, basi tunaongelea yale mayai ya kienyeji. Ukichemsha aya mayai ndugu yangu utakuwa poa kabisa. Lakini namba mbili tunasema kutumia samaki e, na tunachohitaji pale, tunahitaji yale mafuta ya samaki, yanakuwa ni mazuri sana yamekuwa yakisaidia wanaume kuweza kuimarisha homoni yao ya testosterone. Lakini pia matumizi ya avocado aka parachichi parachichi ni zuri sana na na mafuta inasababisha blood circulation iweze kuwa vizuri sana ndani ya via vyako vya uzazi kwa kuwewe mwanaume. Lakini kutumia almond, wengine wanasema lozi eh, eh, ah, almond ni nzuri sana zinaongeza, zinaimarisha testosterone yako. Lakini pia usiache kutumia komamanga. Komamanga ni moja ya tiba nzuri mojawapo inayotumika kuweza kuimarisha ah, omoni ya kiume. Lakini pia usisahau kitunguu ya kitunguu saumu na kutumia uh, kitunguu saumu na tangawizi. Kitunguu saumu na tangawizi ni nzuri sana na ukizoea kutumia mara kwa mara au utasikia changamoto yote kwenye testosterone. Lakini mwisho usiache kutumia spinach. Tuambie hapo wewe ni vyakula gani ambavyo umekuwa ukivitumia vinavyoimarisha uh, testosterone yako. Kama utakuwa na changamoto yote basi JW Sabo Clinic shirika la Dr. Jimmy iko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu na Mungu akubariki.